Upanuzi wa barabara ya njia nne unaofanyika katika manispaa ya Bukoba umefikia asilimia hamsini na nane huku wakala wa barabara Tanzania tano uli mkoa wa Kagera ukiwahakikishia wananchi kuwa utaendelea kusimamia utekelezaji wa mradi huo ili uweze kukamilika kwa, kwa wakati. Upanuzi wa barabara hiyo yenye urefu wa kilometa moja na mita mia sita unaofanywa na mkandarasi mzawa unafanyika kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza ni kuanzia mzunguko wa Ruamishenye hadi ya Mgembe na awamu ya pili ni kuanzia Mgembe hadi mzunguko wa stendi kuu ya bukoba meneja wa tanroad mkoa wa kagera mhandisi ntuli mwaikokesa amesema upanuzi huo unahusisha ujenzi wa daraja kubwa la mto kanoni una gharimu takribani shilingi bilioni 10.8. amesema awamu ya kwanza utekelezaji umefikia asilimia arobaini na nane na awamu ya pili utekelezaji umefikia asilimia sabini kwa awamu ya kwanza tunaanza na kipande cha kilomita moja ambapo tayari mkandarasi yuko site anaitwa abemuro Construction Company Limited, ni kampuni ya Kitanzania na mradi sasa hivi unaendelea, na mpaka sasa tupo asilimia arobaini na nane ya utekelezaji, na gharama ya mradi ni bilioni tano point tatu, na mradi utegemewa kukamilika tarehe 15 Novemba mwaka huu, lakini kwa sasa tuko kwenye mapitio ya kuongeza muda kwa ajili ya kumongezea muda ambapo atakamilisha mradi huo lakini ushafikia asilimia 48, na tuwategemea uh, muda mfupi uliobaki atakamilisha. Tuna, tuna review, mapiti, kwa hiyo review tunafanya mapitio kwa ajili kumwongezea muda. Lakini sambamba na hili tuna awamu ya pili ya mradi, kwa sababu awamu ya kwanza inaanzia pale Lwamishenye roundabout mpaka Hamugembe lakini awamu ya pili sasa inaanzia hapo ishia awamu ya kwanza yani ya Mgembe, mm, inapitia daraja la Kanoni hadi stendi, na kwa gharama ya shilingi bilioni 5.5. Na mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia sabini, ambapo tunaona kwamba daraja limekamilika pale. Tuko kwenye finishing za daraja uh, na sasa hivi tuko kwenye approach road, kwa sababu inahusisha kipande cha mita 600 kujenga approach road nacho ni kwa njia nne, lakini kwa upande wa daraja limekamilika. Na pia mkataba ulikuwa ukamilike Novemba 15 mwaka huu 2025, lakini sasa pia tunapitia tunafanya mapitio ya muda kwa ajili ya kuongeza muda. Baadhi ya wakazi wa munisipali ya Bukoba, Selestini Kasigwa, Fauzu Binamungu na Kevin Rauliani wameiomba serikali kuharakisha upanuzi wa barabara hiyo ili kuwaondolea hadha wanazozipata kwa sasa. Tunafurahi sana ujio wa hii barabara, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunateseka kwanza na mlima wa Nyangoye. Umlima wa Nyangoye ututesa sana. Mimi ombi langu kwa serikali, ninaomba kwa kweli angalau waongeze wa jitihada, waongeze e, jitihada ya e, kumaliza hii barabara kini. Namwomba Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu hili swala limekuwa la muda kidogo iweze kutekelezwa kwa wakati, na watu watoke kwenye adha ya vumbi, kwa sababu kipindi cha kiangazi watu wamepata adha kubwa ya vumbi. Tulikuwa tuna changamoto ya kipindi ambapo haijawa hivi njia nne, mpishano wa magari inakuwa ni pia ilikuwa ni changamoto, ila kwa sasa hivi tunashukuru kwa maendeleo yanavyoendelea kuwepo.